Waheshimiwa wapiganaji wenzangu, viongozi wa CHADEMA na watanzania wengine wote wanaotusikiliza ndani na nje ya nchi, leo tunakutana katika ukumbi huu hapa Dar es Salaam. Ni siku muhimu, ninapenda kuamini itaingia katika historia ya taifa letu Kaimu katibu mkuu wetu mheshimiwa mwalimu amezungumzia na kuitaka mkutano mkuu udhibitishe ajenda za kikao chetu, lakini nitaomba leo kwa utaratibu ambao pengine sio wa mazoea, nikiamini kwamba siku ya leo ni muhimu mno, nibadilishe kidogo mtiririko wa ajenda ili tuweze kufanya kwa ukamilifu yale mambo yote ambayo yatafanya siku ya leo iwe ya kihistoria. Ndugu wageni wetu, ndugu wanachadema, ndugu wa Tanzania, nchi yetu ina ndoto ya mabadiliko. Ndoto hii ya mabadiliko inachagizwa zaidi na kazi kubwa ambayo sisi wote kwa pamoja tumeifanya, kazi kubwa iliyofanywa na viongozi na wanachama na ninyi watu wa Chadema, kazi kubwa iliyofanywa na wanachama viongozi wa vyama washirika wetu katika Ukawa, NCCR Mageuzi, chama cha wananchi CUF na chama cha NLD vimefanya kuwepo kwetu mahali hapa kuwa sehemu ya kutimiza ndoto hiyo, ndoto ya taifa. Tunapoipigania ndoto ya taifa, ni lazima tukubaliane kwamba ushirika wetu, umoja wetu ambao hautenganishi kwa misingi ya ukabila wala hausimamishi kwa misingi ya imani ya mmoja mmoja wetu, bali kwa ushirika wetu wote, tukitambua kwamba ili ndoto ya taifa hili itimie, tunamhitaji kila Mtanzania ambaye yuko tayari kushiriki nasi katika kutafuta ndoto hiyo, walioko CCM ambao hawana vyama vya siasa tunawahitaji watanzania wote, wa makabila yote, wa dini zote, wa rangi zote, ili kwa pamoja tukaitekeleze ndoto ya mabadiliko katika taifa letu. Jambo hili ni kubwa, lakini mimi binafsi na kama wanachadema wenzangu mlivyo tunaamini katika Mungu. Tunaamini tulianza na Mungu safari yetu, tunaimani tunaendelea na Mungu kwenye safari hii, na tunaimani tutamaliza na nani? <laughs> na kwa sababu Mungu yuko miongoni mwetu katika aina ya utendaji wa miujiza Anatenda miujiza mingi, tunaamini kwamba kila linalotokea ni mpango wa Mungu, wala sio bahati mbaya. Ili tulibadilishe taifa hili, hatuwezi tukajenga uadui wa kudumu kwenye taifa tuyapate mabadiliko ya kweli, tunamhitaji kila mmoja ambaye Mungu amempa karama zake, kila mmoja ambaye Mungu amempa nguvu zake, kila mmoja ambaye Mungu amemkirimu kidogo na kikubwa, kwa pamoja tukaunde jeshi la pamoja la kuibadilisha nchi yetu.